si ni kweli tulianza na haya, so kwa sababu sisi zote ambao tumefika hata katika kanisa hili, wote tunapoingia ni kwa sababu tunaamini zote, so tumekumbukiwa, na ndiyo maana akulikuza maji ya baraka tukiingia kanisani, sababu tunajua tumekumbukiwa, tunataka tutakatifuzwa. Sisi ni wenye nani takai zazi muu haoni kazi ya Mungu ndani yake, haoni dhambi zake na makosa yake, yeye zaidi kuona a weki, huyo mtu atafaidika kidogo. Ni gumu kusaidika, ni kumu kutubu. Na kwa hivyo, kiburi kitafanya wewe uwe mgumu na neema

lakini tunapokuwa na kikuli, basi roho zetu ni ngumu, hatuwezi